Mpendwa mtazamaji, siku ya Alhamisi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika injili ile ya Luka sura ya 12 aya ya 49 hadi ya 53. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa umekwisha washwa ni nini nitakalo zaidi? Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe! Je, yeah, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia la, sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu watano wamefarakana, watatu kwa wawili, wawili kwa watatu watafarakana baba na mwanawe na mwana na babaye, mama na binti yake na binti na mamaye, mkwe mtu na mkwewe, mkwe na mkwe mtu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, Yesu Kristo katika Injili ya Luka sura 12 anaongeza kitu ambacho yeye mwenyewe alipasa apitie, yani mateso ya Kristo na baadaye mateso ambayo wafuasi wake ambao wameamua kumfuata walikuwa wanapaswa kuweza kuyapitia mateso haya, na sasa anatoa mafundisho ili waweze kuyajua, na baadaye mateso hayo yakija waweze kuyapokea. Ndio maana anaanza na sentensi ambayo ni ngumu, anasema nimekuja kutupa moto duniani. Katika eh, mila na desturi za dini ya Kiyahudi moto ulitumika katika kazi zifuatazo. Ya kwanza, moto ulitumika kuweza kusafisha chombo. Moto ulitumika kuweza kuondoa takataka -taka zake katika chombo. Moto umetumika kuweza kuondoa makapi. Kwa hiyo Yesu Kristo anapozungumza maneno haya kwamba nimekuja kutupa moto duniani, amekuja kuleta moto wa Roho Mtakatifu, kwa sababu moto ni ishara ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo uwepo wa Roho Mtakatifu duniani kazi yake ni kusafisha dunia, kuondoa takataka zote za duniani na kuondoa makapi yote. Kwa hiyo Wakristo na wao wenyewe popote pale watakapokuwepo, popote pale utakapokuwa unaishi, popote pale utakapokuwa umefika, kazi yako Mkristo, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ambao umeipokea wakati wa ubatizo na kipaimara, kazi yako ni kusafisha dunia kazi ya mkristo ni kuondoa kila aina ya takataka, na kazi ya mkristo ni kuondoa makapi. Kinyume chake, kama mkristo utakapokuwepa, manake kutakuwa kuna uchafu. Mkristo utakapokuepa, manake kutakuwa kuna takataka, manake wewe huna nguvu ya Roho Mtakatifu ndani mwako, ambayo Yesu Kristo amesema nimekuja kuwasha huu moto, na huu moto amesema umekwisha washwa. Na kama umekwisha washwa, manake yeye ye, sasa anataka nini cha zaidi zaidi ya hapo akaongeza kitu kingine ambacho kilikuwa ni cha lazima sana katika dini ile ya Kiyahudi ubatizo. Anasema nimekuja e, lakini nina ubatizo ninaopaswa kuweza kubatizwa. Nami nina dhiki kama nini hata utimizwe. Alikuwa na maana gani? Ubatizo ni kuzamishwa. Unazamishwa katika kisima cha maji na unapozamishwa katika kisima cha maji maana yake, uchafu ule wote uliokuwa nao unabaki kwenye kisima, unatoka na mwili mpya. Ubatizo ilikuwa ni ibada takatifu katika dini ile ya Kiyahudi. Kwa hiyo anapozungumza maneno haya kwamba nina ubatizo ambao ninapaswa kuweza kuubatizwa, maana yake anakubali kuzama katika mateso yale ambapo atamwaga damu yake pale msalabani na kuweza kukomboa ulimwengu mzima na katika hilo anazungumza kwamba Wakristo na wao wenyewe wakiwa duniani hapa, lazima wakubali kuzamishwa katika dimbwi la mateso, ili mateso yale yawapelekee wanapotoka waweze kuwa wapya. Mateso yanatusafisha, mateso yanatupelekea kuweza kuwa na mtazamo mwingine mpya, na ndio maana kanisa la kwanza walipokea mateso hayo ambao walikuwa wanateseka kipindi kile na kwa damu yao wamelifanya kanisa liweze kusimama kwa damu yao wamemwagilia ukristo umeweza kusimama ndio maana mpaka leo ukristo una nguvu zaidi ya miaka elfu mbili na mia tano wakristo kupitia maneno ya yesu kristo lazima wakubali kuvumilia magumu wakristo lazima wakubali kuvumilia kila aina ya tabu inayokuja ili kupitia mateso wanaopitia katika nyakati ngumu mbalimbali yaweze kuwafanya waweze kuwa chombo kipya. Yesu Kristo anaongeza neno jingine, anasema: Je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia la sivyo, bali nimekuja kuleta mafarakano. Alikuwa na maana gani kwamba yeye amekuja kuleta mafarakano hapa duniani? Alikuwa na maana hii matokeo ya yeye kuweza kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu, injili ambayo ilikuwa ni habari njema ilimpelekea yeye mwenyewe aweze kufarakana na viongozi wote wa kidini wa nyakati zile alizokuwa anaishi. Alifarakana alifar, na wakuu wa makuani, alifarakana na Mafarisayo, alifarakana na wanasheria. Alileta faraka pia hadi kwenye kijiji chake yeye mwenyewe kule Nazareti alivyokuwa anaishi, kwa sababu walisema Huyu ameyapata wapi hayo maneno, wakati tulikuwa tunamfahamu. Kuna kipindi alifarakana hadi na mama yake, akasema mama yangu, tuna nini mimi na wewe, na kuna kipindi mama yake pia alimfuata kwenda kumtoa katika ile huduma ambayo alikuwa nayo, kwa sababu walisema Yesu Kristo amechanganyikiwa. Kwa nini ameacha kazi ya useremala anaenda kuhubiri Injili? Kwa hiyo injili, injili aliyokuwa anahubiri Yesu Kristo ilileta mafarakano ikaleta ili mgawanyiko hadi katika familia yake, ikaleta mgawanyiko hadi katika kile kijiji cha Nazareti, ikaleta mgawanyiko hadi katika ile dini yake. Alikuwa na maana gani? Matokeo ya injili kuweza kuhubiriwa kwa watu, ukiipokea injili, ya kwanza inaleta faraka ndani ya nafsi yako. Kuna mazoea mbalimbali ambayo ulikuwa nayo, hutaendelea tena kuishi katika kitu hicho. Kuna tabia fulani ambazo ulikuwa nazo hazitakupelekea uanze kuishi katika hali hiyo. Na hiyo faraka hiyo ambayo inaanza ndani yako, ambapo lazima sasa ukubali Yesu Kristo aweze kufanyia majiundo upya, akuunde kwa upya katika utu wako ndani, ufanane na yeye, itakupelekea utaanza kuwa tofauti na baadhi ya ndugu zako. Kwa nini? Kwenye mambo ya kifamilia, kuna vitu vya kurithi baba ambavyo anataka mtoto uweze kutembea navyo, mila na desturi zile za wazazi ambapo baba anataka utembe nazo. Injili ikiingia ndani mwako, utajikuta unaenda kinyume na mila na desturi za wazazi wako. Ndio maana Yesu Kristo anasema kwamba katika nyumba humo nitaleta faraka. Baba atagombana na mwanaye, kurithi baadhi ya mambo yale ya kimila. Injili itakavyokuingia utakataa. Mama naye pia atataka baadhi ya mambo mabaya ambayo yeye aliarithi kutoka kwa mama zake apeleke pia kwa binti yake. Matokeo ya injili imeingia ndani mwako, moto umeingia ndani mwako, itakupelekea ukatae baadhi ya mambo ya mama yako. Baadaye pia mama mkwe naye akiwa katika nyumba na yule binti yake, wataingia katika swala zima la faraka. Kwa nini? Kwa sababu tabia ya mama mkwe ni kutaka kuweza kuingilia hadi katika mambo ya mtoto wake wa kiume. Sasa huyu binti ambaye naye amekuja kuolewa hapa, maanake mamalikia wawili wapo pale pamoja. Kama hauna moto wa roho Mtakatifu ambao ndani mwako unakufanya uweze kuwaka mapendo kwa mwenyezi Mungu, itakuwa ni faraka mara kwa mara kati ya mama mkwe na yule binti ambayo uko mle ndani. Leo je, ndani mwako injili imekubadilisha? Neno la mwenyezi Mungu limekufanya uweze kuwa tofauti au uko ule ule? Kama bado uko yule yule, utambue kuna kitu ambacho lazima uongee na Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Na baadaye pia, Injili imekufanya uvumilie mateso, kwa sababu ni ubatizo ambao unapaswa kuweza kubatizwa. Na je, mahali ulipo wewe Mkristo, umekuja pale kwa moto wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kusafisha, kwa ajili ya kufanya mambo mapya? Umekuja pale kwa ajili ya kuweza kuondoa kila aina ya uchafu? Na kama hujafanya jambo lote ile mwombe Roho Mtakatifu akufanye uweze kuwa chombo kipya. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.